Jana tulikuwa tufanye mkutano Kariakoo, eneo la Mkunguni e, na tulikuwa tumecomply kwenye taratibu zote, tumefata taratibu zote ambazo ni kuandika barua e, masaa ma, ma, sabini na mbili kabla ya wakati wa kufanya mkutano, na barua yetu ilikwenda polisi e, tarehe kumi na sita na jana ilikuwa tarehe ishirini na mbili kwa hiyo siku sita tuna masaa mengi sana na hakukuwa na zuio lolote. Na jana tulikwenda kufanya mkutano kama ilivyotakiwa. Tukiwa kwenye eneo la mkutano tukakuta polisi, we actually, kabla mimi sijafika pale, nikaambiwa polisi wameenda pale, wanawambia hakuna kufanya mkutano na wameondoa matenti ambayo yalikuwa yamewekwa pale e, kwamba lile eneo ni eneo ambalo limebanana, ni eneo ambalo CCM amefanya mkutano mie, miezi miwili iliyopita E, hata mimi niliwahi kufanya mkutano huko nyuma. kwa nikawambia, mimi nakuja eneo la mkutano. Nilipofika pale polisi wakazuia tusifanye mkutano kwa, kukatokea pale mabishano kwamba kwa nini mtuzuie, na sisi tume comply na hata kama mlitaka kuzuia mlikuwa na, na barua yetu siku sita zilizopita. Kwa nini msubiri? Maandalizi yameshafanyika, gharama ya imeshatumika, watu wameshasafiri, wako pale, mnakuja kutuzuia. kwa hiyo katika mabishano hayo E, waka, polisi wakaongezeka pale wakatawanya watu na wakanichukua kwa nguvu pale, tumekwenda kituo cha polisi Msimbazi. E, baadaye pale Msimbazi waka wakanipakia kwenye gari e, Hilux nyeupe e, tukiwa na askari mmoja alikuwa amevaa kiraia, namfahamu kwa jina moja, anaitwa Peter namfahamu kwa siku nyingi kidogo e, huko nyuma niki-ni-nilikuwa niki, namkuta central na bwana mmoja ambaye nafikiri ndio OCD. Wakazunguka na mimi mbele, kulikuwa na gari ya polisi, wakaenda wakazunguka zunguka, kulikuwa na foreni kubwa sana, kama tunaingia central, hatukuingia central. Kukawa na gari jingine mbele yetu la polisi na magari mengine mawili nyuma yako, na askari wamevaa baleti nyekundu na wako in full gear, wana wana, wana wana bunduki, wana mabomu, wakatoka eh, ku hatukuingia hatukuingia Central kwa sababu walituambia mwanzoni na viongozi wetu kwamba tutaingia Central, tukaenda kama tunaingia Kisutu. Tulipofika mbele ya polisi Kisutu wakamwambia waka yule mwenye king'ora azime king'ora cha gari, gari iliyokuwa mbele kukukawa tena na noa nyeusi nyeusi, dark blue kwao, wamezunguka sisi, wamekuja wakaingia mpaka Magomeni wakazunguka na sisi kwenye mitaa, kulikuwa na foleni kubwa sana, majira ya saa moja na nusu saa mbili kuelekea saa mbili saa mbili na kitu hivi, wakatuterekea wakaja kutushusha hapo hapo nini uh, uh, uh, cha mwendokasi hapa Morocco waliko tushusha pale, akatuambia shuka chini ha. nikiwa na na dada mmoja ambaye ni kiongozi wa chama Ilala anaitwa anaitwa anaitwa Elizabeth Mambosho kwao, wakatuacha pale, wakaondoka. Lakini mi niliwagomea, nikawaambia mnatushushaje barabara, mmetukamata, twende mtushushe eneo la usalama, lakini waligoma kabisa, katuambia shukeni kwenye gari kwao, wakatu wakatuelekeza hapo, wakaondoka bila kutuambia jambo lolote. Vyombo vya habari vya Tanzania vimemnukuu kamanda wa polisi wa Dar es Salaam akisema kwamba halikushiki- hawajakukushikilia wewe, hayo ni madai yako tu Unasemaje kuhusiana na hili? Unasemaje kuhusiana na hili? Inasikitisha kwamba tuna watu kama hao wanaweza kuwa viongozi wa, wa, wa, wa polisi wa nchi hii. Mimi sijakamatwa usiku, nimechukuliwa mida ya saa kumi na moja sana jioni, watu walikuwepo, waandishi wa habari walikuwepo, wamepiga picha tukio lote la mvutano, nafikishwa Msimbazi. Sasa e, kama mtu anaweza kusema hivo wangekuwa wamepata upenyo wa, wa, wa, wa, wa mtu wanamkamata ambaye vyombo ha, vya habari havikuwepo, wangempoteza kabisa. Lakini vile vile e, hilo linapingana na alichokisema mkuu wa mkoa wake Charamira. Charamira amempongeza ame huyo e, e, e, kwa huyo saka kuniwe, pumuliro kuniweka chini ya ulinzi na amekiri kwamba nilikamatwa na polisi. Sasa unaweza kujiuliza kwamba hiyo ni serikali ya aina gani, ambayo RC anasema hivi, RPC anasema hivi, mnachukua tu... Ni, ni, mimi nafikiri ni enforced abduction, ni enforced na labda ilikuwa na nia ovu. Ndio maana mlilo alikana kwamba alikuwa hawajanikamata kama wangeweza kunipoteza waonekane hawakuwa na mimi, na tunafikiria hivyo kwa sababu watu wengi wamepotezwa katika nchi hii katika mazingira kama hayo, wanakamatwa na polisi baadaye polisi wanasema hawako nao sasa mii nilikamatwa watu waliona vyombo vya habari viliona watanzania waliona na iko kwenye public domain kila mtu anaweza kuiona kwa hiyo ni kitendo cha ajabu sana na mimi nawasihi mtafute mumuulize tena kwamba anaposema hawakuwa na mimi ana maana gani uh, mnachukua hatua gani chama chenu sasa ulikuwa na juhudi hii ya kuenda kutoa elimu juu ya uh, kile mnachokiita uh, no reforms, no election tunaendelea na, na, na, na, na, na mapambano hayo, hakuna kurudi nyuma. E, viongozi wa dini wakati wa Pasaka wamezungumza vizuri sana kwamba nchi hii e, bila reforms italeta matatizo na wamesisitiza kwamba kufanyike reforms. Sisi tuko tayari, reforms zikifanyika, tutakwenda kwenye uchaguzi. Tunachotaka, hatutaki mazingira yoyote ya kupendelea mtu yoyote, tunataka uchaguzi huru, haki na wazi. Kwa hiyo e, pamoja na vitisho vyote na na na na, na, izi, na purukushani hizi na misukosuko tunayojaribu kufanyiwa, e, kesho tutakwenda mahakamani kwenye kesi ya mwenyekiti. Baada ya hapo, tutakwenda kanda ya kati kama ratiba ilivyopangwa, na nitaongoza timu ya kanda ya kati kuendelea na mashambulizi ya kuzungumza na Watanzania kuhusu no reforms no election. Kwa hiyo, haisimami, no turning back. Tuna kesho tutakuwa, baada ya hapo, kesho tutakuwa barabarani tena, we hit the ground going.